Ahlan wasahlan wamarhaban assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kwa wakati mwingine tena tumepata nafasi ya kutembelea Mtwapa hapa uh, kwenye kipindi cha biashara mashinani na Halal Charity Tv uh, hapa Bismillah Beauty Shop, tutakuwa tunaelezwa mambo mazuri ambayo yanapatikana ndani ya duka hili. Kwa hiyo moja kwa moja ni kupeleke uh, kwa mwenyeji wangu ambaye atakuwa anatueleza mambo mengi yanayohusiana na duka hili. Karibu, assalamu alaikum Waalaikum salam. Uh, hili duka lenu naona kuna mazuri mengi, utueleze linapatikana wapi na vitu gani viko ndani ya hili duka? Ha, duka letu laitwa Bismillah Beauty Shop, tuko maeneo ya Mtwapa kando na msikiti wa Jibran, tunapatikana kando na msikiti wa Jibran mlango mm, wa nyuma mm, kwenye wanawake wanaingililia ama wanadada sasa katika duka letu la Bismillah Beauty Shop tumewaletea mambo mengi mazuri mazuri. Tumewaletea mitandio, madera, mabuibui, jalbabs, days, viatu, yani kila kitu yenye wapata market, yenye wapata wapi, tumewaletea zote kwa duka moja, all in one. We ukija, waja kila kitu wapata mahali pamoja. Karibuni wanadada, tumewaletea vitu vyote vya upambo, mapambo, marembo, manguo, viatu, yaani kila kitu. Haya ha, tueleze kwa kifupi kuhusiana na historia ya hili duka la urembo hasa tukizingatia kuna maduka mengi ambayo yako ndani ya mtaa, lakini kwa nini ha, kufikiria hili wazo la kuleta hili duka hapa? Tulifikiria ku kuanza hii duka kwanza. Hii duka letu tulianza 2020 time ya korona. Sa zile masaa za korona tulikuwa tu tuko nyumbani tumekaa hatufanyi kitu tuko tu sa tukajiwa na wazo sisi kama mandugu mi na mandugu zangu wengine tukajiona wazo, badala ya kukaa ile nyumbani time ya corona, situanzishe tu kitu kidogo, tuanzishe ya huku huku mtu hapa sasa. Eh, sasa watu wenye wako huku wengi wao ni Waislamu, like wengi wao wanavaa madera, wengi wao wanapenda kuvaa ile vizuri vizuri modesti hivyo, tuseme joto, watu wavaa madera kwa wingi. Sasa tukaamua tuanze kuleta tu vitu vidogo vidogo, madera, mitandio, mabuibui nini. Sasa kidogo kidogo tukaendelea kuwakua hivyo kidogo kidogo, mpaka sai tumwaletea kila kitu, madera, mitandio, majalba, mabuibui, kila kitu. A, ukija hapa wapata kila kitu mahali pamoja. Na vipi, wanawake wanajitokeza kwa wingi. E, alhamdulillah, twashukuru. Wanawake wanajitokeza wanatusupport vizuri, twashukuru kwa hilo. Ni baadhi ya changamoto gani ambazo mnapatana nazo hapa hasa ukizingatia uh, tofauti kati ya zile bidhaa ambazo ziko hapa na bei na sehemu ambazo mnazitoa hizi bidhaa? Changamoto, changamoto kubwa yenye tuwapata ni ile watu wanakuja tuseme kwa wingi wanataka kuchukua vitu vingi, alafu akwambie nifanyie hivi, basi nifanyie hivi, yani wanataka kukupeleka kwa bei yenyewe umechukua nao, bei ya chini kabisa. Zaidi ya hilo hatuna changamoto zingine, alhamdulillah, tuashukuru kwa hilo. A, mtazamaji, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anasema wa halallahu albay'a wa harrama riba, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Kwa hiyo uh, kuna ule uchumi wa halali ama kutafuta uh, uchumi ambao utakuwa unaridhisha mbele ya Mwenyezi Mungu, na kati ya yale ambayo mnaona hapa, basi ni mambo mazuri. Kwa hiyo uh, tutakuwa tunarudi kwa dada yetu, atakuwa anatueleza uh, yale mambo ambayo anafikiria kwamba akiyafanya zaidi ndani ya hili duka itakuwa ni sababu ya kuwavutia uh, wale wateja zaidi. Naam, labda utuambie ni mambo gani ambayo unahisi kwamba yanaweza yakavutia uh, wale wanawake zaidi ambao hawa, uh, hawajui sehemu hii ama wanajua lakini uh, wamekuwa waki uh, hawajafika ama kama ni wame kuja wamekuja mara moja. Naam, tunawaletea ma, mazuri mazuri mengi alafu mukija ile tawafanyia na maofa na madiscount mupate kuja wengi na ku elezana elezana, tell a friend, tell a friend aje elezana. Hapa atapata mambo mazuri mengi, alafu tutakufanyia na discount na bei ya affordable kabisa, karibuni. Uh, hizi bidhaa zenu mnatoa sehemu gani hasa? Bidhaa zetu tunatoa mali tofauti tofauti, kuna zenye tunatoa marketi, tunatoa Nairobi, zingine tunatoa hadi huko mbali. Hizi kama hizi tanda hizi origi, sasa zinatoka huko ndani, huko nyumbani, nyumbani kwetu. Sasa bidhaa za marketi zote tumewaletea huku, si lazima utumie fya yako pesa yako iende marketi. Tumekuletea huku kwa bei ya marketi, bei ya affordable sana. Then kuna zenye zinatoka Nairobi kama madresses na mabuibui na maviatu tumewaletea. Sasa si lazima utumane mizigo huko, ukatwe tena pesa ya transport, uletewe mpaka huku. Tumekuletea huku na bei ya huko huko. Naam, utueleze uh, mtu ambaye anataka hizi bidhaa zenu atazipata kwa njia gani? Na pia utu, utueleze uh, umwelekeze yule pale nje atakavyopata uh, hili duka hapo na, kama uko around hapa waweza kuja mwenyewe dukani. Tuko Jibran Mosque, next to Jibran Mosque, nyuma yake hapo penye wanawake wanaingililia. Kama uko mbali waweza tupigia simu alafu utatumana tutakutumia mizigo ama waweza follow akaunti zetu huko za TikTok na Instagram, tuko nazo mwaweza follow, kuna namba huko waweza piga, utatupata. Maoni yako ni gani kuhusiana na hawa wafanyabiashara wa mtu hapo? Wafanyabiashara ningewaambia like, mtu tusikufe moyo, changamoto ni mingi, lakini tujikaze hivyo hivyo, tuendelee na kazi, tujikaze, tusikufe moyo, alafu pia tuwe waadilifu like, mtu akibayi What you buy is what you get. Like, tuwetu waaminifu tusikufe moyo, tuzidi kujikaza hivyo hivyo, insha Allah, Mungu atatusaidia. Naam, ndani ya sekunde 60 tuelezee kuhusiana na hii biashara hii. Naam, duka letu laitwa Bismillah Beauty Shop, tumesema liko Mtwapa, next to Gibran Mosque, penye upande wa wanawake, mlango wa wanawake penye wanaingililia Ukija dukani wapata kila kitu, all under one roof. Ukija yani, waja tu umejipanga, kila kitu wapata kwa duka moja, kila kitu, kuanzia mafuta ya nywele ya mwili, lotion ya kila aina, sabuni, marashi, mashampuu, ma treatment, mambo ya urembo, mambo ya kunukia, ya kufukiza nyumba, maudi, nini zote wapata under one roof. Alafu tukija kwa manguo wapata madera, mitandio Mabuibui, madresses, dresses za kila aina, sama dresses hizi zengine ma, mitandio kila aina, madera kila aina, matrosa, nguo za kuswalia wanaume. Pia mjachwa nyuma, mwapata vikoi, mwapata marashi masprays. Ha, kila kitu yani, wewe wa ukija wapata kila kitu under one roof. Haina haja uende kwa hili duka ununue hili uende huku ununue lengine uzunguke, zunguke yani, ukija kila kitu uko sorted, uko sorted kabisa. Ukitaka kutupata waweza kuja mtu hapa next to Jibran Mosque ama kama uko mbali waweza tumana ama ufollow account yetu, page yetu, twajiita Bismillah Beauty Shop both TikTok and IG ama Ishas Beauty TikTok. Ukienda huko utufollow, utapata namba yetu hapa, waweza tupigia ama waweza tu inbox, alafu utatupata. Naam, mtazamaji kama ulivyoelezwa ndani ya hili duka kuna mazuri mengi na linapatikana ndani ya Mtwapa hapa kwa hiyo tembelea, kuna mazuri mengi utayapata hapa. Uh, mambo yanahusiana na marashi, mambo yanayohusiana na madera, mambo yanahusiana na vikoi. Mimi nakusihi mtazamaji, endelea kuungana nasi na hii ni biashara mashinani ukiletwa kwako na televisheni ya Halal Charity TV. Kwa hiyo uh, hadi wakati mwingine tena, maasalamu.